o kwa tuhuma za makosa mbalimbali mkoani Kilimanjaro katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi 2025, misako na operesheni zilizofanyika mkoani Kilimanjaro imefanikisha kukamata watuhumiwa 211 kwa, 21, kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo wizi wa mifugo matukio mawili, kupatikana dawa za kulevya aina ya bangi 46, mirungi 68, pombe haramu za moshi gongo 74 kupatikana na mitambo ya kutengenezea pombe haramu za gongo nane, kukamatwa kwa wameja haramu wa sita, kupatikana na nyara za serikali saba na kukamatwa kwa mali mbalimbali zinazozaniwa kuwa za wizi 25. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi Mkoa wa Kilimanjaro kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2025 imefanikiwa kupunguza ajali za barabarani mbili sawa na 22% ya ajali tisa zilizoripotiwa kipindi kama hicho mwaka 2024. Mkoa wa Kilimanjaro umeshika nafasi ya tatu kitaifa katika matumizi sahihi ya mifumo ya udhibiti wa mwendo wa magari ya abiria VTS.